Yes, wekundu wa Msimbazi, Simba ndio wawakilishi pekee kutoka Tanzania na SEKAFA katika nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, lakini pia michuano ya kafu kwa ujumla wake. Katika hatua hii, katika timu zote nane, wao ndo wanapeperusha bendera ya Tanzania na bendera ya SEKAFA, na wamefika hatua ya nusu fainali baada ya kumwondosha Almasri kwa changamoto ya mikwaju ya penalty katika uwanja wa Mkapa baada ya aggregate ya mbili kwa mbili, lakini baada ya kumalizika kwa mchezo ule, tuliona uwanja wa Mkapa ukiwa na mazingira yasiyo rafiki. Eneo yani la kuchezea kwenye pitch hakukuwa vizuri, ilionekana kuna majimaji maji pale uwanjani na pitch kama iliharibika kwa namna moja au nyingine. Sasa basi, baada ya kumalizika kwa mchezo, wizara inayojihusisha na masuala mazima ya michezo ilitoa taarifa kwamba uwanja huu umefungiwa kwa muda kupisha maboresho ya baadhi ya maeneo, ikiwa eneo hilo la kuchezea na ikumbukwe, katika ile press release yao au taarifa yao ambao waliitoa walisema kwamba klabu zinazoshiriki ligi ya ndani na michuano ya kimataifa watafute viwanja vingine. Kwa hiyo maana yake Simba kapewa nafasi ya kutafuta kiwanja kingine katika mchezo wa nusu fainali. Ikumbukwe Aprili ishirini Simba atawakaribisha Stellenbosch katika mchezo wa kwanza hapa a, Tanzania au nyumbani kwake Simba, hatujui atakuwa wapi, lakini mchezo wa pili wataenda Afrika Kusini, uwanja wa Cape Town. Yes, sasa basi nikafunga safari mpaka alipo mchambuzi wa kandanda bora kabisa katika nchi hii pengine na bara zima la Afrika, James Samuel, tumekuja kupiga naye story kwa experience yake aliyonayo katika michuano hii ya kimataifa na mpira tu kwa ujumla wake. Nini ambacho Simba uh, wanatakiwa kukifanya au uwanja gani kwa mtazamo wake anaona unastahili kwa simba kwenda kucheza mchezo wao wa nusu fainali mambo vipi oh, uko vizuri umependeza sana yes, bwana tumeona taarifa simba mm. wameamua watafuta uwanja wengine mwingine mm. na wizara uh, kwa haraka viwanja ambavyo viko ndani ya jamhuri ya muungano wa tanzania mm. unaona uh, viwanja vipi ambavyo vinakidhi uh, matakwa ya CAF kutumika katika uh, hatua hizi uh, za nusu fainali. Cha kwanza ni Benjamin Mkapa, yes, ambacho ndicho ambacho wizara wameweka hiyo ban, lakini siku kadhaa nyuma tuliona ilikuwa ni shirikisho CAF hmm. wenyewe walitoa wali, wali taarifa kwamba hautaruhusiwa kuhost michezo lakini baada ya hapo uwanja mwingine wenye sifa ni uwanja wa Amani mm. ulioko uh, Zanzibar na, na umeboreshwa zaidi mm. baada ya kuwa mwanzoni mwa mwaka huu kufumuliwa ile artificial, uh, au tuseme uh, artificial turf yeah. nyasi bandia iliyokuwepo mm. wakati huo, lakini kwa sasa una nyasi asilia, kwa hiyo una sifa zile ambazo unaziona kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa vipo vigezo ambavyo vinafanya uwanja upitishwe na uweze yeah. kutumikwa kwa klabu mm. na hivyo ndivyo ambavyo CAF wanaviangalia sana mm. Sasa kwa Tanzania, moja kati ya viwanja ambavyo vina hiyo sifa Benjamin Mkapa, obviously ilikuwa imeshapita yeah. kwa miaka mingi na nyakati nyingi zimekuwa zikihost, lakini Amani Stadium baada ya kupewa maelekezo mm. walikuwa wamefanyia kazi. Baada ya kufanyia kazi hivyo vitu, na unashukuru serikali ilikuwa bega kwa bega baada ya yale maboresho makubwa lakini baada ya kafu au kufika kwa ajili ya ile michuano ya Chan ana, tunaelekea kwenye Afcon, wakatoa conditions nini, wanataka maboresho makubwa yaliendana na vile vitu vingine vya nje ambavyo avihusishi uh, vitu vya ndani, mfano kama pitch vilikuwa mm. vimefanyika navyo. Ni dressing uh, room nne ambazo, yani vyumba vya kuvalia yeah. vya kubadilishia vinavyoweza kuaccommodate timu nne kwa wakati mmoja timu nne yani, kuna muda uh, Afcon yeah, au michezo mikubwa inaweza ikawa inafanyika, kuna mchezo unaendelea mm, na baada ya muda kuna mchezo mwingine utafuatia uwanja huo huo. Tuliona Kamerun kama yeah. Kumbuka yeah, yeah, wakati ule wa Afcon, viwanja vya vikao vinatumika, baada ya muda labda, let's say, nusu saa au saa zima, timu nyingine itakuja kutumia kwa ule wakati. Ambao hii timu inacheza, vile vyumba bado wanaendelea kuvimiliki, basi wale watakaokuja wawe waweze kuwa kwenye vyumba vyao comfortable, bila kuwa na shida nyingine yoyote. Aa, kitu kingine ni kwa sasa hivi sasa hivi kuna VAR hizi yeah. Lazima muwe na VAR room yeah. Ambayo inakuwa ina ni official kwa ajili ya staffs mm -hmm. Unajua, waamuzi wa michezo ya ya ya ya, ya, ya CAF kwa stage kubwa si waamuzi wanne, kama ambavyo tunajua kwamba yeah. Kuna, kuna line one, line two na central referee fourth official bas no kuna VAR room ambayo inahusisha watu wengine pale ambao na wenyewe pia mm. ni part ya ofisa wa mechi na yeah. wenyewe wenye nia ni waamuzi. Kwa hiyo kule hakuna mm. waamuzi watatu ambao wanaendelea au wanne wanaojihusisha na mchezo pale direct on field mm. lakini kwenye room kule pia kuna waamuzi, kwa hiyo lazima uwe na, na hicho hi chumba ambacho kipo na tunaweza tukasema kwenye production sisi huku tunasema kuna PCR yeah. Nadhani eh, yeah, program yeah, control room yeah. na wenyewe hiyo, na wenyewe kitaalamu kabisa kwenye media mtu ambaye yeah, anafahamu zaidi yeah. Hiyo ndio tunaweza tukasema ikawa kama huku yeah, japo uwanjani pale huwa kuna monitor tu ambayo central referee mm. anaweza akaitwa akaenda kwenda kujiridhisha pale kama ambavyo tumekuwa tukiona, yeah. Lakini ukitoka hapo pitch yenye yeah, uwezo wa kuchezeka nyakati zote mm. ninapokuambia pitch yenye uwezo wa kuchezeka nyakati zote ni kwa maana hata mm. mvua ikishanyesha yeah, haitakiwi mvua iwe sababu ya mechi kugailika. Yeah, sure, kwamba pichi imefikia stage zile ambazo tunazionaga kwenye baadhi ya viwanja, kwamba mpira hauwezi ku move, tunaitana referee anamuita, uh, let's say, captain wa huku na huku mm, wanachukua mpira wanajaribu kucheza wanasema hivi yeah, unless otherwise mm, imekuwa ni harika wanasema mchezo unaweza ukasimamishwa uka, uka, uka, uka na kuachwa kutokana na majanga yasiyozuilika, ndiyo wakati mechi inaendelea kuna vita imetokea mm, au mlipuko obvious, hamuwezi kuendelea. Yeah. Ah, kuna sababu nyingine ambazo zinakuwa za kibinadamu of course. Kama unakumbuka juzi La Liga ilitokea kwenye mechi ya Barcelona. Yeah, sure. baada ya, ya kifo cha mm. ghafla cha daktari. Yeah. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wakajikuta tu ah, kwamba tukwambahatuwezi kuwa wanadamu sisi mm. hawa mm. wenzetu, mkakubaliana hizo ni sababu. Yeah. Lakini tukirudi sasa kwenye uwanja Uh, tunazungumzia uwanja ambao huwezi kuzuilika pichi yake kuchezeka kwa namna yoyote. Kwa mvua itakuja basi ije hiyo kubwa inawezekana ile ambayo labda janga uh, ambalo halizuiliki mm, lakini mm. sio hizi mvua za kawaida ambazo zinanyesha basi uwanja uweze kuruhusu. Yaani mchezo mm. uweze kuchezeka kwa wakati wote. Inawezekana ikawa ni saa kumi jioni mmepanga ratiba mm, lakini kiza kikatokea kwa wakati yeah, kwa hiyo taa zisapoti. Kwa hiyo lazima muwe na, na uwanja ambao una taa ambazo zinaweza zikasapoti mchezo wakati wowote kuchezeka. Sasa ukiangalia hivyo viwanja kwa Tanzania mm, unaenda moja kwa moja unagundua kwamba ni Benjamin Mkapa. Alafu then ukitoka Mkapa, yeah, Benjamin Mkapa mm, unaenda Aman Stadium ambapo okay, ndipo mm, uh, naziona asilimia kubwa baada ya hili kutokea mm, na kwa faida tu uh, klabu yoyote huwa inasubmit taarifa zake ikiwemo mm. uwanja wake wa nyumbani ndio wa kwanza na mbadala, na ili uh, upate nafasi ya kushiriki mm. wanakubali vyote, yani cha kwanza na cha pili. Ndio kwa hiyo, kwa kuwa cha kwanza kimezuiliwa Benjamin Mkapa, basi cha pili kwa Simba ilikuwa ni Amani Stadium. okay. Kwa mchezo wa tarehe ishirini mm. naziona dalili za asilimia mia moja kwamba utaenda kufanyika uwanja wa Amani kule Zanzibar. okay? mm. Uh, shukrani sana kwa ufafanuzi lakini hapo hapo mm. kuchezwa katika uwanja wa Amani kuna disadvantage zipi? Kwanza, kabla ya kuangalia advantage disadvantage, yani kuna vitu gani unaona vinapungua ukilinganisha na uwanja wa Mkapa kwa Simba katika hatua hii? Kwangu mimi sioni disadvantage. Mm. Uh, sioni disadvantage kwa sababu ni rahisi kufikika Amani. Okay. Kwa maana ya kwamba hii ni timu licha ya kwamba inatoka Tanzania lakini tunajua Dar es mm. Salaam uh, ndio makao yake yeah, Kariakoo, kwa hiyo wale mashabiki wake kindakindaki kindaki, licha ya kwamba uh, tunasema countrywide mm. wako maeneo yote, lakini Dar es Salaam wapo watu ambao wanasafiri na nini na nini, kwa maana ya kwamba timu haiwezi kusafiri umbali mrefu yeah. Yes, it's almost dakika sitini mpaka Uh, saa moja mpaka na nusu kufika mm. Zanzibar kwa boti zenye kasi yeah, ambazo yeah, zimekuwa zikienda pale lakini vilevile yeah, vile ndege so almost nusu saa kutoka hapa unafika Zanzibar, uwanja wa ndege mkubwa ambao unakidhi hadhi uh, na vigezo, na hicho ni moja kati ya sababu ya kiwanja kupitishwa kwanza kwa yeah, sababu timu mgeni anayefika lazima awe comfortable na maeneo, kuwe na big hospital, kuwe na uwanja mkubwa wa, wa ndege kuwe na hospitali mm. kuwe na na hoteli ambazo zinaweza zika accommodate hizo timu sasa. So, so, Zanzibar ni destination ya utalii dunia nzima yeah, sure. five stars hotels zipo pale. uwanja wa wa, wa, um, Karume ule, wa ndege yeah, yeah, yeah. yes, ni kubwa pia mm. huduma uh, za kiafya zinapatikana pale mm. barabara ambazo zinafikika tumeona, mm. siku hizi mambo yamebadilika, yeah. kwao. Unaona kabisa vigezo vyote vipo pale kwa maana ya advantage Simba lazima watakuwa nayo, kwa sababu mashabiki wengi watakuwa wanaenda kule. Tunaona mechi nyingi zinafanyika kule, uh, mfano mtani wake wa jadi Young African mechi yake na hatua za awali na, yeah, na na, na CBI na wa Ethiopia mm. mm. walicheza kule na uwanja ulikuwa full. Yeah. kwenye eneo la furusi mm. Uwanja wa Mkapa unabeba mashabiki sitini elfu. Yes, hiyo labda ndio inawezekana. Nilikuwa nakusubiri ah, <laughs> Labda hiyo kwenye kwenye, kwenye kwenye pesa. Yeah. Uwezo wa uwanja wa Mkapa kwanza hata hmm. idadi kubwa ya mashabiki. Yeah. Uwanja wa Mkapa unaingiza watu wengi lakini yeah. uwanja wa Amani unaingiza idadi ndogo ya mashabiki. Nah. Kwa hiyo lakini advantage yake ni kwamba wale mashabiki wa Amani wako karibu kabisa na pichi na pichi. Yeah. Yes. Yeah. Ile nayo ni Olympic Stadium, lakini hmm. kwa udogo wake wale mashabiki hmm. wako karibu karibu na pichi. Yeah. lakini Mkapa pana umbali na pitch, kwa hiyo kuna disadvantage na advantage, lakini na huku pia kuna disadvantage zake na okay, advantage. Kwa hiyo mbungi, tunaisubiri kwa hamu Stellenbosch. Karibuni sana Tanzania, kama ilivyo ada ya kwenu kwamba mmeingiza timu nyingi kwenye hatua hizi, basi na Tanzania tunajivunia Simba mnyama, na labda watawaambieni Orlando watawaambieni Kaiser Chiefs kwamba kwenye ardhi ya Tanzania na na Marumo na Marumo huwa hawatoki hapa, yaani kama ambavyo Young Africans alikuja kutuma salamu msimu huu kwenye mechi za pre-season akapiga Kaiza, eh, ka, pale kwenu eh, eh, basi na Simba Sports itacheza na wewe Stellenbosch kwenye mchezo wa kwanza vyema kabisa, no need ya kuhofia, alesiba mkuu Andre, uh, Dijon Stephen goalkeeper yule mm, mm. Uh, Blan Mandela beki yeah, mlinzi wa zamani Mamelodi Sundowns, Ashley Cupido Siela Nduli ambaye alifunga yeah, goli hii juzi ah, ah, lakini una imani Oliver Traole yule mlinzi yeah, wa marumo Marumo Gallants mm. mm, moja kati ya kitu ambacho watakuja kukutana nacho ni Simba iliyokuwa bora na yenye uwezo wa kutumia advantage ya uwanja wake wa nyumbani. Sawa sawa, sasa bwana, mbali na yote James Samwel ni miongoni mwa walevi wa soka la Afrika Kusini. Mm. South Africa Mm. na tutamfuata kwa wakati mwingine. Neno lake huyu bwana pengine ndio neno zito zaidi katika mm, mchezo huu ambao anakutanisha timu hizi mbili mm. Anajua vizuri kandanda ya ndani ya Tanzania, anajua vizuri kandanda ya Afrika Kusini, kwa hiyo atakuja kutuambia mchezo huu, tathmini yake iko vipi, lakini kwa sasa tuishie hapa. Yes.